walaad ysarna alquran lidhikri ahal minmudakir hakika bila shaka tumefanya uran kufahamika je yupo mwenyekkumbuka bismllah rahmani rahim alhamdulilah alhamdulillahirabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du kusomaji Qur'an kwa vile wanaenda wanaingia katika usomaji huu kwa njia ambayo si nzuri sana. Yaani, mtu anaanza kusoma Qur'ani anaingia moja kwa moja kwenye usomaji. Hali ya kuwa hana misingi ya herufi. Hana misingi ya usomaji, hana misingi hiyo. Wewe anaingia kwenye usomaji Qur'ani kwa kukariri. Anakaririshwa na mwalimu wake na huo ndio unakuwa usomaji wake. Sasa, hapo baadaye, changamoto tunakuja kuwa atakapopewa sehemu ambayo hajawahi kusoma, mtu huyu anashindwa kusoma kwa sababu alikuwa na karidi hapo mwanzo. Kwa hiyo unakuta hana ile misingi yeye mwenyewe kusoma, kufahamu nini anakisoma na kwa nini anasoma anavisoma. Kwa hiyo darasa zetu hizi za usomaji wa herufi tunalenga zaidi mtu afahamu misingi, afahamu kusoma, lakini pia ajue kwa nini anasoma, kwa nini anasoma anavisoma. Ni muhimu sana. Kwa hiyo kama wewe ni Muislamu unahitaji kujifunza kusoma ya Qur'an, unahitaji kufahamu kusoma ya Qur'an, basi darasa hizi ni kwa ajili yako.

lakini mwenyewe anashindwa kusoma kwa sababu hana huu msingi. Kwa hiyo, huu ni ushauri wangu kwa kila Muislamu ambaye anataka kujifunza usomaji wa Qur'ani, anza na msingi, anza na msingi. Baada ya hapo, endelea sasa kwa usomaji na Allah atafanyia upesi kwa jambo hili. Lakini pamoja na hivyo, jambo la msingi kabisa, jambo la msingi kabisa ni mtu kuwa na nia safi, ndio kusudi, kwamba mimi najifunza maneno ya Mola wangu niweze kuyasoma, sababu hakuna maneno yako bora zaidi ya maneno ya Allah. Na sisi kama Waislamu inabidi tusome maneno haya, tusome maneno ya Allaah, tuyaelewe pia kisha tuyafanyie kazi. Kwa hiyo kama unataka jambo hilo kwanza kabisa kuwa na nia safi, kuwa na nia nzuri na hiyo itakuwa ni sababu ya Allaah kukufanyia wepesi. Anasema Imam Saadi: Fa kullu man aqbala alayhi, kila yule ambaye ataelekea Qur'an, yassara Allaahu alayhi matlubahu. Ghaaya at-taysiir. Wa Allaah atamfanyia wepesi. Hayo malengo yake, ukomo kumfanyia upesi. Kwa hiyo lengo lako ni kufahamu namna ya kusoma maneno ya Allah, Allah atakufanyia upesi kwa jambo hilo. Lengo lako ni kuhifadhi kitabu cha Allah, kuhifadhi maneno ya Allah, Allah atakufanyia upesi. Lengo lako ni kufanyia kazi maneno ya Allah, Allah atakufanyia upesi. Muhimu ni kwa Qur'an hii Allah ameifanya kuwa ni upesi. Kwa hiyo kuwa na nia nzuri, kisha chukua hatua na Allah atakufanyia upesi kwa jambo lako hilo. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad